Yes, unajua kwenye mashindano ya mbio, sio kila anayeanza na spidi kubwa kuliko wote ndiye anayeibuka kuwa kidedea au anayeibuka kuwa mshindi. Hapana, isipokuwa yule anayeanza na kasi ya kawaida na akaimaintain kasi hiyo, mara nyingi hawa ndio wanakuwa washindi. Sasa katika dunia ya leo ya digital skills, hii mara nyingi wale wanaoibuka kuwa washindi ni wale wanaoanza mapema kabisa kutengeneza content za biashara zao. Wewe, kama unataka kuwa mshindi kwenye eneo lako la biashara, anza leo safari yako. Anza kutengeneza content za biashara yako, iwe ni huduma yako Elezea huduma yako, anza kutengeneza content, anza kuposti. Licha ya kwamba mwanzoni eh, utakutana na challenge tu nyingi. Zisikatishe tamaa kwa kujilinganisha na watu wengine. Mbona mimi naposti sipati likes? Mbona watu hawacomment? Watu wanaona hawacomment kwa sababu bado hujafikia level ambayo wanahitaji. Pia wanaendelea kukusubiri ili waone, je, unachokifanya, are you serious? Eh, anza safari yako leo, anza kuposti Anza kutengeneza content, elezea biashara yako. Hiyo ndo mikimbio. Sasa ndo naanza hivyo. Ukizembea ukakaa, kuna watu nyuma yako watakukuta hapo ulipo, watakupita na kuwafuata, itakuwa kazi sana. DVP Studio, here for you.